Hayo yamebainika kwenye kikao kazi kilichowashirikisha wa walimu wakuu wa shule za msingi wa mkoa wote wa Singida na hapa, afisa elimu taaluma mkoa wa Singida Regina Yagambe anaeleza huku, afisa elimu mkoa wa Singida Makwasa Bulenga akithibitisha kuwepo kwa tatizo hilo na kutaja mikakati watakayoiweka ambapo po shule tano hazitoi chakula. Manyoni ni shule 15 hazitoi chakula. Mkalama shule moja hazitoi chakula. Singida DC shule nane hazitoi chakula. Singida Manispaa shule saba hazitoi chakula. Kwa hiyo tuko asilimia tisini nukta tisa moja. Uh, mada yanayofuata ni ya kuweka mikakati hiyo, namna gani tutaweza kuweka mikakati kwa ajili ya shule zote wanafunzi wote waweze kupata chakula ili tutoke, tutoke asilimia 96 iliyopo tuweze kwenda juu, na shule zile ambazo hazitowi chakula kabisa, kama mlivyoona kwenye taarifa yetu, namna gani zinaweza zikaweza kuanza kutoa chakula kwa mwaka 2026 shule zitakapoanza kufunguliwa. Akifungua kikao kazi hicho, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego alikuwa na haya ya kusema, huku baadhi ya walimu wakuu wanaeleza jinsi tatizo hilo lilivyo mashuleni na kutoa ushauri sisi hilo tumelitekeleza kwa kiwango kikubwa. Mpaka taarifa ya mwisho kabisa tulikuwa asilimia tisini na sita kama kimkoa. Kulikuwa na shule chache ambazo walikuwa wanatoa chakula, lakini walikuwa wanatoa kwa wanafunzi wachache, sio wote wa darasa husika, na wengine walikuwa wanatoa kwa wanafunzi wale wenye mitihani, kwa mfano darasa la nne, la saba, kwa sekondari kidato cha pili kidato cha nne na cha sita. Kwa hiyo naamini itakapofika Januari ndio vikao kama hivi vinakaa ili kumalizia hizo gaps ndogondogo na kuhakikisha kwamba watoto wote wapate chakula. Ni yes, swala la utoaji wa chakula wa halmashauri ya wilaya Manyoni, kidogo kuna changamoto. Changamoto iliyoko wa wazazi katika uchangiaji wa chakula kidogo imekuwa ni, ni changamoto hivyo. Kupitia eh, hii semina au kikao kazi hiki kinatupa nguvu ya kuweza kuendelea kuhamasisha wazazi na pia ombi kwa serikali yetu kwamba ingefanya tu mchakato angalau hata walau sheria ndogondogo za kuweza kuwabana mm -hmm. wale wazazi ambao wanashindwa kutimiza wajibu wao juu ya usimamizi wa elimu. Kikao kazi hicho baina ya viongozi wa elimu wa wilaya zote na wa mkoa wa Singida pamoja na walimu wakuu zaidi ya mia sita wa shule za msingi wa mkoa kimelenga kujadili jinsi ya kuongeza ufaulu pamoja na kutatua kero ambazo zinachangia kupatikana kwa matokeo sio mazuri. Kutoka hapa katika kikao kazi cha walimu wakuu wa shule za msingi mkoa wa Singida, ni mimi Elsante Mkumbo wa ITV kaukazi.